CCM hoye! Bado bado, bado! Vijana hoye! Akina mama hoye! Magufuli hoye! Asanteni. Kwa majina naitwa Amoni Anastas Mpanju, ni kada mwana CCM makini, lakini kikubwa Nimebahatika pia ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania ambao ndio umoja unaounganisha na kutetea maslahi ya watu wenye ulemavu. Mimi ninayo machache. Kwanza nianze kusema kwamba ukiona mtu anajiunga na anasema yeye anaenda kuwasaidia walioshindwa wewe una haja ya kuhangaika kwamba wale wanaweza wakawa viongozi, kwa sababu kwa kinywa chake jana aliyewafuata amesema wale hawana uwezo wa kuongoza serikali. Si ndio mwenye uwezo wa kuongoza serikali? Magufuli Samia na timu iliyoko hapo mbele mnaona, msifanye makosa wa Tanzania, wale ni wababaishaji, ni waganga njaa, wanatamaya madaraka na kuwakishia wanatamaa ya madaraka. Kuna mmoja alikuwa ni miongoni mwa walio champion na kugharimia na kuhangaika tuwe na serikali mbili, kwa sababu tume ya mabadiliko ya katiba ilivyoenda kwake na rasimu ya pili wakamwambia na, na rasimu ya pili yenye serikali tatu wakamwambia mzee, hii hapa rasimu, yeye akasema ina maana rais wa muungano atakuwa na maraka, madaka gani? Akasema, wakamwambia huyu atakuwa anaenda nyioko na nje, lakini akija hapa Tanzania hawezi kwenda Mtwara wana ana gharama ausiki na mafuta na gesi, akasema ah, sasa twende serikali mbili. Sasa mtu huyo leo anawadanganya wa Tanzania, anawadanganya wenzia, ukawa kwamba anaweza kuletea serikali mbili. Huyu atufai ni muongo na anabadilika kama kinyonga, tumpuze. Dawa ni Magufuli ambaye ni mzee wa kazi. Sasa kuhusu masuala ya watu wenye ulemavu serikali ya mheshimiwa Kikwete imefanya mengi kiongozi, chini ya uongozi wa CCM, ambapo watu wenye ulemavu kwanza tumetungiwa sheria namba tisa ya haki za watu wenye ulemavu ya mwaka elfu mbili na kumi na kanuni zake. Hizi zinaweka misingi ya haki za watu wenye ulemavu. Serikali ya CCM mwaka elfu mbili na tisa imeridhia mkataba kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu. Serikali ya CCM ndiyo mheshimiwa Kikwete waliteua wajumbe watatu kuingia tume ya mabadiliko ya katiba kati ya makamishi na thelathini. Serikali ya CCM ndiyo iliyeteua wabunge ishirini kati ya mia mbili kwenda kuingia kwenye bunge maalum la katiba, na ni serikali ya CCM ambapo Kikwete alimteua mheshimiwa Ali Shaima kwa elfu mbili na saba kuwakilisha watu wenye ulemavu, na ni CCM pekee kupitia Umoja wa Wanawake wa CCM ambapo kuna nafasi za wabunge wenye ulemavu. Sasa mnataka nini Watanzania? kama CCM inaweza ikajali makundi yote ikatuunganisha, awaangalii ukabila wala ukanda wala udhehebu, wanatuungamanisha sote kwa makundi yetu. Ninawaomba Watanzania sote tupi, tusifanye makosa, tumpigie Magufuli ndiyo jembe letu, ndiye mzee wa kazi atakayetuvusha na kikubwa Ilani ya CCM ukiangalia imejali makundi yote kuanzia vijana, watu wenye ulemavu, na mfumo wa elimu uliotambuliwa na Ilani ambayo tutaiona leo hii. Umeweka misingi inayowajali watu wote ikiwemo watu wenye ulemavu, vijana kupewa mafunzo ya ujasiriamali kupewa mikopo yenye dhamana nafu. Ninawaomba Tanzania wenzangu, tuunge mkono mgombea wetu Magufuli na mgombea mwenza Samia Suluhu. Wanawake oyee! oh Bariki tumpeleke Magufuli Ikulu, tuwache wababaishaji waende wakalale wastaafu vyema.